Nimeanza ziara asubuhi kutembelea miradi na hapa nimekuja kuwasalimia na kuwahakikishia kwamba serikali yenu iko imara, serikali yenu inaendelea kuwahudumia, serikali yenu inaendelea kuwatumikia. Serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ana maelekezo thabiti kwenye maeneo mbalimbali ameelekeza tuimarishe maeneo yote ya kutolea huduma huko huko kwa wananchi. Panapotakiwa zahanati ijengwe, panapotakiwa kituo cha afya pajengwe, hospitali za wilaya ziimarishwe. Wilaya hii kwa orodha ambayo mbunge aliileta na mahitaji ya huduma za afya, kwanza ilikuwa ni kuimarisha hospitali kongwe, na kazi hiyo itaendelea ya kuimarisha Wazee wangu hapa, mmesema hospitali ya Usangi tuimarishe, miundo mbinu imechakaa. Naibu waziri huyu hapa niisha mkabidhi kila kitu asimamie hilo na hakikisha hospitali hiyo inarudi kwenye nafasi yake. Ndugu wananchi, ndugu wananchi, haya ndio ambayo labda tuwaambie ili mjue serikali yenu ilivyojidhatiti katika kuwatumikia Watanzania na tunatarajia kila mwenye dhamana ndani ya Serikali yetu kutekeleza wajibu wake ipasavyo na lazima akubali kwamba yeye ni mtumishi, na lazima awatumikie wananchi bila kujali hali zao, rangi zao, uwezo wao au umasikini wao. Hao ni Watanzania, lazima wapate huduma za afya kwenye maeneo yao. Huu ndio mkakati wa serikali yetu. Mama Samia oye! Mwanga oye! Mwanga oye! Nimeona kuzungumza na watumishi pale, hawa wana mapato ya ndani wanakusanya kodi, pesa yao wajenge zahanati moja baada ya nyingine kwenye vijiji. Serikali kuu tunaanzia vituo vya afya. Nataka niwaambie jambo moja linalotokea sasa kwenye halmashauri. Halmashauri saa hizi mmepumzika kwa kuwa miradi yenu yote fedha zinatoka serikali kuu, nyie mapato yenu mmekaa nayo wala hamtumii. Nenda mkajenge zahanati kwa wananchi. Nenda mkajenge zahanati, nimewaagiza pale, fanya tathmini umbali wa vijiji, wapi tuanze. Nenda mjenge kimkakati, ili tumalize kazi hiyo.